mali katika njia wamekataliwa. Baada ya umiliki upo kwa Yanga, najaza ndani huko Mudasir Yahaya. Hello, metambalizwa mpira ule. Mudasir Yahaya kabirisha pasi katika njia, imekataliwa. Mzize Clement katika nafasi chama, tulieni, tulieni Jumanne El Fadili eh! Eh, wewe eh! Hey, aya! Hatari sasa! Mudasiri Yaya katika nafasi zuzua, ipirishwa pasi Sedman Rana, nani kapita? Ni Mudasiri Yahya bas, mali katika njia, ajaribu <manyika> kupita, Shedakboka Isaka, imeonyuliwa juu huku